Ugonjwa huu uligunduliwa mnamo mwaka 1958 katika maabara nchini Denmark. Wakati huo ulitambuliwa katika nyani waliokuwa wakifanyia utafiti na ndio hiyo ikawa sababu ugonjwa ukaitwa monkeypox, yaani homa ya nyani ama tete kuwanga wa nyani. Kesi ya kwanza ya binadamu ya ugonjwa huu iliyopotiwa mnamo mwaka 1970 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mtoto wa miaka tisa aligunduliwa akiwa na ugonjwa huo baada ya kuonekana ana matetekuanga makubwa ambayo hakuna aliyeweza kuelewa asili yake ni nini. Baada ya hapo, kesi nyingi ziliendelea kuripotiwa katika maeneo ya misitu ya mvua ya Afrika ya kati na Afrika ya Magharibi, na sasa ndipo ikaja kuenea katika maeneo ya nje ya Afrika. Kwa miaka mingi Mpox ilikuwa ikionekana zaidi katika Afrika, ambapo mpaka kufikia mwaka 2003 kulikuwa na mlipuko mpya ambao ulipatikana katika nchi ya Marekani na hii ilitokana na baada ya ugonjwa huo kuambukizwa kwa watu kupitia mbwa aina ya praiprie waliokuwa wameambukizwa na panya walioaminika ama kusadikika kutoka Afrika. Mnamo mwaka 2022 kulikuwa na mlipuko mkubwa ulioenea katika nchi nyingi za Afrika na duniani pia, lakini nje ya bara la Afrika pia nchi nyingi zilifikiwa na ugonjwa huo, ambapo ilisababisha shirika la afya duniani, yani WHO kutangaza kuwa na hali ya dharura ya kiafya kwa sababu ya ugonjwa huo. Na hali hiyo iliyahusu mataifa yote ambayo ni ya Afrika na yaliyo nje ya Afrika. Asili ya maambukizi haya imetokana na wanyama kama panya na nyani ambao waligunduliwa kuhifadhi virusi vya mpox. na ugonjwa huu unaenea na ulienea kwa binadamu kupitia kugusana kwa karibu, yaani kugusana kati ya mtu aliyeambukizwa na mtu ambaye hajaambukizwa. Ugonjwa huu ulipata mabadiliko ya jina kutoka homa ya nyani ama monkeypox, ambayo ilikuwepo kipindi kile na kuja kuitwa mpox. hii ilitokana na kwamba walifikiria na kuona kwamba ugonjwa huu utasababisha kunyanyapaliwa kwa wanyama na hivyo kuzuia kuwanyanyapaa hawa nyani, ilibidi ugonjwa huu usiitwe tena homa ya nyani bali utaitwa mpox. hali ya mpox ikoje barani Afrika? Hali ya mpox barani Afrika imekuwa ni ngumu na imekuwa ikibadilika kila wakati, na hapa kuna muhtasari mchache tu wa hali ilivyo kwa sasa. Mlipuko unaendelea na unaendelea kuwa na wasiwasi katika nchi kadhaa za Afrika, na mlipuko huo unaendelea kuripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani DRC. Na nchi hiyo inaendelea kuripotiwa kuwa na mlipuko mkubwa sana ambao umesababisha kusambaa katika baadhi ya nchi za jirani kama Burundi na Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo kuna idadi ya kesi kadhaa zilizoripotiwa juu ya watu waliokutwa na ugonjwa huo. Afrika inaongozwa kwa mzunguko wa aina tofauti tofauti za virusi vya mpox na clade 1 kwa ujumla ikiwa inachukuliwa kuwa na virusi vikali zaidi kuliko virusi vya mwanzo. Hii inaongeza ugumu katika usimamizi wa ugonjwa huo, ambapo DRC ndiyo nchi pekee iliyoripoti virusi vya tumbili clade 1 a na clade 1 b. Maambukizi hayo hutokea kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kugusana, kugusana na wanyama waliyoambukizwa, kugusana karibu na mtu aliyeambukizwa na vifaa vilivyochafuliwa, pia kutumiwa na mtu zaidi ya mmoja. Pia kuna ushahidi wa maambukizi endelevu kutoka kwa binadamu hadi binadamu, yani kupitia mawasiliano kwa njia ya ngono. Majibu ya afya kwa umma ni kwamba shirika la afya duniani na shirika la Afrika CDC yamefanya kazi na nchi zilizoathirika ili kuimarisha ufuatiliaji na kuboresha uchunguzi na kutembelea hatua za udhibiti. Juhudi zinafanywa ili kuongeza ufahamu, kutoa huduma za afya na kutekeleza mikakati ya chanjo inapowezekana. Zipo changamoto nyingi ambazo zimeambatana na hali hii ngumu ya virusi vya mpox, ikiwa ni pamoja na rasilimali chache na miundombinu ya huduma za afya na upatikanaji wa chanjo ambazo zinaleta changamoto katika kudhibiti milipuko ya mpox katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Pia kuna changamoto za ufadhili na kupata taarifa sahihi kwa umma. Ili kusalia na taarifa mpya ni bora kufuata ripoti kutoka kwa mashirika kama WHO na CDC ambavyo ni vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika. Serikali ya Tanzania ama wizara ya afya nchini Tanzania inazungumzaje kuhusiana na huu ugonjwa wa mpox? Serikali ya Tanzania kupitia wizara ya afya imekuwa ikifuatilia kwa karibu sana hali ya mpox duniani na Afrika kwa ujumla. Hapa kuna mambo machache tu ambayo ni muhimu na yanahusu msimamo na hatua za serikali hii ya Tanzania pamoja na wizara yake ambayo ni wizara ya, ya afya. Ufuatiliaji na tahadhari: wizara ya afya imeweka mifumo ya ufuatiliaji ili kugundua mapema kesi zozote za mpox nchini. Wananchi wanahimizwa kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Elimu kwa umma: serikali imekuwa ikitoa elimu kuhusu uh, mpox ikiwa ni pamoja na dalili, njia za maambukizi na hatua za kuzuia. Taarifa zinatolewa kupitia vyombo vya habari, vituo vya afya na njia zingine za mawasiliano. Uimarishaji wa mifumo ya afya. Serikali inaendelea kuimarisha mifumo ya afya ili kuwa tayari kukabiliana na mlipuko wowote wa mpox. Hii ni pamoja na kuimarisha uwezo wa maabara, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kuhakikisha upatikanaji wa vifaa muhimu. Ushirikiano wa kimataifa. Tanzania inashirikiana mashirika ya kimataifa kama WHO na Africa CDC katika juhudi za kudhibiti mpox ushirikiano huu unahusisha kubadilishana taarifa, kupata taarifa za muhimu na kupata ushauri wa kiufundi na kupata msaada wa vifaa na rasilimali. Hadi sasa hakuna kesi zilizothibitishwa nchini Tanzania. Tanzania haijaripoti kesi zilizothibitishwa za mpox, na hata hivyo serikali inaendelea kuwa macho na kuchukua hatua za tahadhari. Kwa ujumla, ta serikali ya Tanzania inachukulia mpox kwa uzito na inafanya juhudi za kuzuia kuenea kwake nchini. Kumekuwa na rumors nyingi juu ya hali ya ugonjwa huu nchini Tanzania huku zikiwepo rumors mbalimbali, yani taarifa za chini mbalimbali juu ya watu juu ya kesi ambazo zimeonekana za watu kuwa na ugonjwa huu. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya haijathibitisha uwepo wa wagonjwa hao, lakini hii haiwezi kuwa sababu ya kutuzuia kutokuwa makini katika kujikinga na kuwa makini katika kuchukua tahadhari ambazo Wizara ya Afya imezitoa juu yetu na juu ya kulinda afya zetu dhidi ya mpox.